Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kuchanjwa kwa ajili ya kupewa kinga ama kupewa kitu ule katika mwili wako, ukiambiwa kuwa hii ni kinga inaweza ikakukinga miaka miwili mpaka mitatu kutokana na uadui na shari mbalimbali mbali. Kinga hizi mara nyingi zinakuwa ni kinga za maalum, za muda maalum. Zinapoisha muda wake, kinga hizi hugeuka na kuwa mtihani mkubwa wa nuksi mkosi katika mwili wa mtu hususan yule aliyochanjwa. Hizi hizi dawa kuchanjwa, ukapakwa zile dawa, ukaambiwa hii ni kinga itakukinga kwa muda fulani, ni mtihani mkubwa sana. Unapofika muda wa zile kinga ukawa umekwisha, unageuka kuwa mtihani mkubwa sana. Watu wengi wanakuwa hawalifahamu hili. Sasa hili unapokuwa wewe ni muhanga katika hili, utatibiwa kila kiringe, ndugu yangu utoweza kuona mafanikio yake, utakoga kila aina ya dawa, ni ngumu sana kuona mafanikio yake. Utajitahidi na kila jitihada, utakazozifanya ni ngumu sana kuona matukio yake. Dalili zake, inakuwaje jambo hili? Mara nyingi sana unapokuwa na hili dalili, kwanza kabisa unahisi kifua ni kizito kifua ni kizito, unahisi kama unakosa pumzi, na baadhi ya wanawake anahisi upande wa titi la, la, la mkono wa kushoto chini, kama kuna maumivu au kuna kitu kimebana. Wakati mwingine unahisi ukahisi mgongo huko nyuma kama umebeba kitu fulani. Unapata ganzi za mikono na unapata ganzi za miguu, na baadhi ya nyakati macho yako yanapoteza nuru, unakuwa kama hauoni hivi vizuri au kama nyoka mkali anamkimbiza au nyoka ana anamfukuza. Nini solution? Ikiwa wewe ni muhanga wa hili, uliwahi kuchanjwa chale ama kupewa kitu ukala ukaaminishwa hii ni kinga, kinga ambayo pengine umeshakula huu ni mwaka wa tano au mwaka wa sita au mwaka wa pili wa tatu, muda wake umekwisha na imegeuka kuwa nuksi na mkosi katika mwili wako. Aljawabu ni zanjabil. Jibu ni tangawizi. Tangawizi imetajwa ndani ya Qurani tukufu na ina maajabu makubwa kabisa katika kumsaidia mtu. Sasa zanjabil nafanywaje? Inachukuliwa, kuna dawa zake maalumu inavundikwa nazo, kisha inafanyiwa kisomo kama vile ambavyo sisi tumechukua zanjabil kama hii, unaiona hii ni tangawizi tumeichukua tumeisindika, tume na dawa maalum tukaifanyia visomo madhubuti, insha Allah Mola jalla jalaluhu kwa ajili ya kuondosha huu mkosi ama nuksi mzito inayokuwa ndani ya mwili wa mwanadamu aliyechanjwa chale kwa ajili ya akiaminishwa kuwa ni kinga ama amepewa kitu akala. Ikiwa una dalili hizi, unahisi kama unakosa pumzi, kifua kinakuwa kinakubana, au unahisi libega la mkono wa kushoto upande wa chini huku mgongoni kuna kama kitu kinavuta, ama kuna kitu kizito, e, ndugu yangu Muislamu ama si muislam, utakuwa umeathirika na na jambo hilo. Namna kujitibu ni hizan jabil. Unapochukua hizan jabil, unapochukua ukao, unatafuna asubuhi, unatafuna jioni, asubuhi na jioni. Hii inakwenda kutibu kila aina ya matatizo hayo yanayotokana na mazindiko uliokuwa umejizindika katika mwili wako. Shukran lakum jazakumullah khaira. Tunapatikana Kigamboni, mwembe Mtengu, karibu na Twangoma. Unaweza ukanitafuta kwa 0787552211 shukran lakum jazakumullah khair, salama.